Nam habari, ndugu zangu, nawasalimu kwa jina la mwenyezi Mungu. Mbele yenu mnaona hapo, huo ni mti wa mpapai, mpapai wa kawaida. Kwa kiswahili kingine tunaita mpapai jike. Kama unavyoona hapa, nakwenda kuzungumzia majani hayo, majani yake unayoona haya hapo, majani majani haya ya mpapai jike au mpapai, mpapai huu yatatumika katika tiba ya mtu aliyezidiwa sana. Mtu ameugua malazi, akawa iko hoi, hawezi hata kutembea, utachukua haya majani, mashina mawili tu ambayo yako juu kama unavyoona na mpapai, mashina mawili tu. Baada ya hapo, unamchemshia kama chai ikiwa na majani ya parachichi utaweka majani saba ya mti wa mparachichi ukimchemshia, akinywa robo kikombe kwa muda wa siku mbili. Hata kama alikuwa hawezi kutembea, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atapona. Huu ni mpapai. Mimi ni Chifu Hamisi.